Neema ya Mungu inaweza kukutoa mahali ulipo na kufisha mahali ambapo hukukusudia kabisa kufika, hukutegemea kabisa kwamba ungeingia. Inaweza kupeka mazingira ambayo hukuwai kujua kwamba kuna siku utaenye mazingira haya, utakuwa na watu hawa hawawezi kujua. Inaweza kukupeka kwenye kiwango ambacho haukuwai kutegemea tangu kuzaliwa kwako, wakati jamii nakuona ufai, ukonzo wakuona ufai, familia kuona ufai, ila ukiamua kukumbatia na kutafuta hii neema ya Mungu ili tendekea kwenye maisha yako itakunyanyua na kupeleka mahali ambapo hukukusudia hukutarajia, hukujua. Wakorinto wa kwanza sura ya pili nasema hivi mambo ambayo macho yako hajawahi kuyaona, masikio yako hajawahi kusikia, wala hajawahi kuingia katika moyo wa mwanadamu, Mungu amewaandalia wale wampendao. Kuna aina ya maisha, kuna aina ya mambo ambayo macho yako hajawahi kuyaona, masikio yako hajawahi kuyasikia, lakini neno kwenye maisha yako, wala hajai kuingia katika moyo wako, hujawahi kuyawaza, hujawahi kuyategemea. Mungu ameyaandaa, anasubiri kiwango fulani hivi cha upendo wangu kwake kidhihirike ili aachilie